Kwa jina la Yesu Kristo amen. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Uh, kama nilivyowatangazia Jumapili, nitakuwepo Moshi. Namshukuru kwa Mungu amesaidia, niko Moshi wakati huu, nimeingia jana mm. na leo tupo, tutaanza huduma na niko na mchungaji wangu mwenyeji ameendea, najua maeneo ya huku, kwa hiyo ninaomba atatupa maelekezo ya wapi ambako tutakuwa na wapi huduma inapatikana, ili kwamba wewe ndugu katika Bwana, ambaye unatufuatilia ni mdau wa Hancy Mbarikiwa channel, kama una ndugu yako yuko maeneo haya ya Moshi, kali atakavyotangaza basi ufanye jitihada mwambie tupo. Neema Mungu ipo, atamsaidia madamu Yesu yupo. Amen. Hakuna kifungo ambacho kinamshinda Kristo. Amen, amen. Kwa mwamini Mungu ya kwamba tatizo alonalo yupo Yesu atamsaidia. Kwa nawakaribisha wote nakuona uh, Maximilian bina Mungu kutoka hapo Arusha, niko Moshi mwanangu, ubarikiwe sana. Karibu Pastor Steve. Amen, amen. Salimia watu wa Mungu hapo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu, tunawakaribisha tuko Moshi, tuko Moshi hapa eneo la Uchira na ndipo huduma yetu inapatikana na ndipo tutakapoanza semina yetu, lakini kwa leo tutakuwa pale Mkuu Rombo wilayani kwa ajili ya huduma ambayo tunaanza leo, na baada ya hapo, kesho rasmi tutakuwa hapa Moshi eneo la Uchira. Tunawakaribisha sana, sana sana, watu wa Mungu, wewe ambao uko Moshi tunakukaribisha. Ukishafika Uchira, eh, kilomita chache kutoka Uchira, barabara ya Kirua utakapochukua bodaboda tu shilingi elfu moja mia tano utakuwa tayari imekufikisha eneo la huduma yetu ya maombi na maombezi kwa Mtanzania mm. tunawakaribisha sana wote, lakini leo kwa wale ambao wako Mkuu e, tutakuwepo pale wilayani pale Mkuu Rombo wilayani leo kuanzia saa tisa kamili, tutakuwa pale wilayani Rombo watu wakifunguliwa. Na wakati huu tunapoondoka hapa Uchira tunaelekea moja kwa moja Mkuu Rombo, ya huruma pale kwa ajili ya kutoa huduma za maombi na maombezi, lakini na watu wengine kutoka mashati na maeneo mengine tayari wamekisha kuanza kuwasili pale e, wilayani pale pale Mkuu. Kwa tunawakaribisha wote wale ambao mko maeneo ya Rombo, Useri, Tarakia na maeneo mengine tunawakaribisha. Na hata wale wanaotoka kule mpakani na Kenya tunawakaribisha kwenye huduma yetu pale wilayani. Karibuni sana na Mungu awabariki. Kesho tutakuwa na semina yetu mahali hapa. Karibuni sana. Tunawakaribisha. Tutakuwa kwa siku ngapi? Tutakuwa kwa siku zote kuanzia leo mpaka Jumapili tutakuwepo mahali hapa kwenye huduma. Karibuni sana. Narekebisha kuanzia kesho Alhamis. Eh, kuanzia kesho Alhamis? Leo tuko Kenya mpaka nina Kenya. Yes see? Yes, yes. Kwa kuanzia kesho mpaka Jumapili, yes, ndio? Ndio. Eh. Wapi, nani location na namba za simu za kwako mchungaji wa hapa? Mimi sitaweza ku Lakini sasa, ndio wape maelekezo ili kwamba utakavyokutafuta wapi unapatikana basi waweze kuwasiliana na wewe karibu. Amen. Eh, location, ukishafika Uchira kama unatokea Arusha mm, wale ambao wananifuatilia waliofika Jumapili kutoka Mererani na maeneo mengine mm, wanaweza wameshaelewa direction ilivyo, lakini mm, kwa wale ambao bado hawajafika, e, eh, ukishafika Moshi mjini unachukua gari e, eh, ambayo ni daladala inakushusha Uchira. Ukishafika pale Uchira utakuta bodaboda wengi pale, ukiwaambia tunaenda kwa mtanzania kwa mchungaji ambaye anaitwa Mtanzania. Mm. Ukifika u, u, yoyote atakuleta na kanisani atakufikisha bila shida yoyote kwa nauli ya shilingi elfu moja na mia tano mpaka elfu moja kwa kadri mtakavyoelewana wa mm. Na wale wanaotokea maeneo ya Kilema e, Boda Rombo na maeneo mengine Mwika wanakuja moja kwa moja mpaka Uchira. Ukishafika Uchira tu unashuka, unachukua pikipiki mm. piki, mm. inakuleta mpaka hapo. Lakini pia Jumapili huwa tunakuwa na usafiri wetu ambao unatoka maeneo hayo ya Uchira kutoka Rombo na kuja hapa. Kwa hiyo tutakapokuwa tumefanya mawasiliano kwa namba hizi ambazo nitakazokupa basi itakuwa ni vizuri kupata nafasi, mm. ya usafiri ambao utakaokuwa umeupata, mm. Namba yangu ya simu ni sifuri saba tano mbili sitini na tatu kumi na nane sabini sifuri saba tano mbili mm. sitini na tatu kumi na nane sabini Ninakukaribisha mtu wa Mungu, hiyo namba iko active mna wote. Mungu akubariki. Amen pastor, huyu ni pasta msaidizi. Jitambulishe nayo kidogo ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa sifire, mm. Mungu ninawasalimu kwa jina la Bwana. Shalom, mm. mimi kwa majina yangu ni pasta msaidizi. baba yangu huyu hapa, baba yangu wa kiroho aliye <laughs> nilea. Umependeza <laughs> <Amen. laughs> <laughs> sana baba, <laughs> eh, baba yangu huyu, nawasalimu <laughs> amen, amen. Nakuona Justin Mtove, mwanangu toka Dar es Salaam, na wote Dennis Munga, Mungu awabariki sana. So jamani wataendaje? Amen, usipopelekwa. Sasa Max usipo tumela mafuta sitakubariki mwanangu. Hallelujah. <laughs> Chombo hii hapa nyuma kama mnavyoiona mm. inahitaji mafuta ili tuweze Arusha Moshi hapana chezea fursa hii Neema hii karibu sana mm. Okay, sawa. Asante. Okay, mimi niwakaribisha sana. Namba zangu ni zile zile sifuri saba moja tisa, sifuri tano sabina nane, na 0766057805 hizo namba, sufuri saba sita sita sifuri sita, tano sabina nane sifuri tano, hizo namba ninapatikana. Namba yangu hazina aleji ya kupokea hela, unaweza ukatuma hapo baba ya mafuta hiyo, watendaji wasipopeleka kwa baba na kupeleka kwa hiyo, ili kwamba injili sije kwa metu kwa kwa sababu gari imezimika mafuta itakuwa ni aibu tena dhalilisha. Tafadhali wanangu, Mungu awabariki. Shalom, shalom. kubwa zaidi hata kama una hela usiniambie huwezi kuomba. Kubwa zaidi unahitaji maombi yako. Haleluya. Amen. Una hela. Maombi yako yataleta hela. Maombi yako yatafanikisha kazi ya Mungu. Kwa hiyo ni nikutie moyo nahitaji sana maombi yako ili kuweza kufanikisha kazi ya Mungu. Tuko hapa mpaka Jumapili na mambo makubwa Mungu atayatenda. Kwa sababu tuliyembeba ni mtenda miujiza, mtenda mambo makubwa. Amen. Nikutakia wakati mwema. Shalom. Amen. Shalom.